Tunazungumzia usafi wa mazingira kwanza. Mazingira ni vitu vyote ambavyo vinavyotuzunguka sisi binadamu, si ndio? Lakini unapozungumzia swala la usafi wa mazingira ni kuimarisha usafi kwenye maeneo yote ambayo yanayokuzunguka kuanzia maeneo yako ya ndani mpaka eneo lako la nini la nje, sawa jamani. E, na tunajua madhara ambayo yanaweza yakapelekea watu ambao tunapokuwa hatuna mazingira mazingira yetu yanapokuwa sio safi na salama, kuna madhara mengi ambayo tunaweza tukayapata. Kuna magonjwa ya milipuko, si ndio jamani? eta, tukiweka taka ovyo hasa taka ambazo zinatoka majumbani, taka za vyakula. Tukiweka takataka taka zetu ovyo, zile taka zina nzi wana, wanapenda takataka taka, zile taka nzi wakatoka kwenye takataka taka, wakaenda kwenye chakula, mwisho wa siku tukala kile chakula tunapata yale madhara ya matumbo, watoto wataharisha. sia madhara tunayapata jamani. Kwa hiyo vitu vingine ambavyo tunavyovifanya majumbani kwetu inaweza ikapelekea watu tukapata madhara kwa sababu ni vitu ambavyo tunaishi navyo, tunavichukulia kwamba ni kawaida, kumbe mwisho wa siku vinaweza kutuletea nini, madhara. Kwa hiyo jamani, tumewaita hapa kwa lengo moja, tuhamasishane kuhusu kusimamia swala la usafi wa mazingira, kwa sababu nyie ni mabalozi, si ndio? Na mabalozi mnatusaidia nyie, mko moja kwa moja na jamii kule, mtusaidie kwenye swala la kuhamasisha jamii kuhusu swala la utunzaji wa usafi wa mazingira na kuhakikisha kwamba mnatusaidia jamii ilipie ada za uzoaji wa taka ili kuhakikisha mazingira yetu yanaendelea kuwa safi na nini na salama kwa ajili ya kuzuia magonjwa mbalimbali ambayo tunaweza tukayapata. tuna, tukaya tuna sheria mama ya mazingira ya mwaka 2004, lakini tuna sheria ya afya ya jamii 2009, lakini pia tuna sheria ndogo za halmashauri ya jiji sheria ndogo katika sheria hizi zizungumzia maswala ya mazima ya usafi wa mazingira kama ambavyo nimetangulia kuzungumza, afisa afya usafi ameshazungumzia, kuna sheria, kuna kipengele kinasema ni wajibu wa kila mwananchi kuhakikisha kwamba anaishi katika mazingira yaliyo safi salama, na kila mwananchi kuhakikisha kwamba mazingira anayoishi yanakuwa anafanya usafi katika mazingira anayoishi ili yawe safi na salama. Kwa hiyo tunaona kwamba hapo kuna haki na wajibu, kwenye haki lakini pia kuna wajibu. Ni haki ya mwananchi kuhakikisha kwamba anaishi katika mazingira safi salama na ya kiafya, lakini ni wajibu wake pia huyo huyo mwananchi kuhakikisha kwamba hayo mazingira yeye mwenyewe ndo anawajibika katika kuyafanyia nini, kuyafanyia usafi. Napokuja kwako, mimi natekeleza tu mambo mawili na hasa la kwangu ni moja kubwa sana. Moja, kuhakikisha kwamba taka ulizozikusanya ulizofanya usafi niziondoshe, niziondoshe zikwende kwenye dampo kuu. Moja dampo tunalo hili Chidaya. Ukiona kuna vidampo vidogo vidogo, ile ni collection centers za na zina maana na zina kazi maalum. Lakini taka zote za halmashauri ya jiji hili zote zinazotoka kwenye makazi na biashara zinakwenda. Kwa hiyo kazi yangu mimi ni kuhakikisha nawezesha taka hizo kuziondosha kutoka kwako na kuzielekea kuzi, dampo la Chidai. La pili takuwa ni ile tu kwamba ambayo alipaswa kuifanya labda ninalo, lakini sasa mimi ndio afisa mwidhiniwa kwa niaba yake, nikusanye mapato ya serikali, sio mapato yangu. Yaani zile ada ya taka sio ada zangu, ni ada za nani? Ni pesa ya serikali. Mimi nitahakikisha tu zile taka zile ada unazitoa kama uko tayari kuzitoa. Kama utakuwa tayari, mimi narudi nyuma na kuwafuata viongozi wangu na kuambia bwana, hawa ndugu moja mbili tatu hawajatoa, naomba mtusaidie, manake vinginevyo hata sisi tutakosa posho yetu. Mimi naanza kupata matumaini kwamba tunaweza kufanikiwa. Kwa hivyo ninaomba nitoe tu ratiba ya awali ambayo itatusaidia kwenda kutekeleza jambo hilo. Tulishaanzaanza -anza kidogo, na nahisi hapa nyuma wameshaanzaanza -anza, eh, lakini ratiba yetu ni siku ya Ijumaa tano na Alhamisi kwa kukamilisha. Maana yake nini? Kwa kaya nitakwenda mara moja kwa wiki, yaani magari yangu gari langu litafika kwako, liwe lina sura ya bluu au sura nyekundu, ili mradi gari imetoka imarisha makazi litakuja kwako siku moja kwa wiki, ambayo ni Jumatano ama Alhamisi kwa ratiba ya awali.